Katika jitihada za kuboresha huduma ya afya nchini, zaidi ya wananchi 200 wa manispaa ya Singida wamepatiwa huduma na madaktari bingwa kupitia kampeni ya madaktari bingwa wa mama Samia ndani ya kipindi cha siku sita. Kati ya wagonjwa hao watano wamefanyiwa upasuaji mkubwa, hatua iliyookoa maisha yao na kurudisha matumaini katika familia zao. Na hapa anazungumza kati ya wagonjwa waliofanyiwa upasuaji katika kituo cha afya cha Sokoine ndani ya manispaa ya Singida. Kwa majina anaitwa Basilisa na. Namshukuru sana Rais wetu Samia Suluhu Hassan ametuletea madaktari bingwa karibu na sasa hivi wamenitibu. Nilikuwa naumwa kwa muda wa miaka miwili tumbo, sasa hivi wamenitibu kweli, amenisaidia Nashukuru sana na. Kwa sasa unaendeleaje? Naendelea vizuri, namwambia aendelee kusaidia kila mwaka, namshukuru sana rais wetu. Kwa upande wa mmoja, madaktari bingwa wa madaktari bingwa waliohudumu katika zoezi hilo, amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa kuwafikia wananchi moja kwa moja. Na hapa anazungumza mwenyewe. Mimi ni mmoja daktari bingwa ambao tulikuwa timu ya madaktari bingwa saba ambao tumekuja kutoa huduma za kibingwa katika hospitali ya manispaa ya Singida utikiwa wagonjwa walikuwa mkubwa sana. Tumefanikiwa kuona wagonjwa zaidi ya mia mbili tunaishukuru serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kupitia wizara ya afya kwa kuwezesha hili zoezi la madaktari bingwa katika hospitali ya manispaa ya Singida. Hata hivyo mganga mkuu wa hospitali ya manispaa ya Singida, Dr. Anuar Milulu ameelezea aina ya madaktari walitoa huduma na idadi ya wananchi ambao walipatiwa huduma kipindi cha madaktari hao. Anaitwa Anwar Ali Milulu, ni mkuu wa divisheni ya afya lishenahosta ya jamii almasha Mashara, manispaa ya Singida. Kipekee nichukue nafasi hii kushukuru serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu Rais Samia Suluh Hassan kwa kukuletea madaktari bingwa wa program maalum ya Mama Samia mentorship program katika halmashauri ya manispaa Singida. Kwa awamu hii tuliweza kupata madaktari bingwa wa maeneo tofauti tofauti ikiwemo daktari bingwa wa mama na huduma za mama lakini pia na uzazi, lakini pia tulipata daktari bingwa wa watoto, tulipata pia daktari bingwa wa kinywa na meno, tulipata pia daktari bingwa wa upasuaji, na tulipata pia muuguzi mbobezi madaktari uh, hawa wameweza uh, kutusaidia kujengea uwezo wa watumishi wetu katika hospitali yetu hii ya Manispaa ya Singida, ambapo wamejengiwa uwezo mbalimbali, kwa maana walikuwa nao bega kwa bega, lakini pia sambamba na sisi kufaidika kwa maana watumishi wetu kujengea uwezo na kuongezewa uh, elimu ya kuhakikisha wanatibu wagonjwa wetu vizuri. Pia wameweza kuhudumia wagonjwa zaidi ya 200 kipindi ambacho walikuwa hapa, lakini pia wamefanya upasuaji kwa wagonjwa watano ambao walikuwa na changamoto ambazo hapo awali hawakuweza kusaidika. Kwa hiyo kwa nafasi uh, kwa nafasi ya kipekee pia nishukuru sana, na tunaona uh, wananchi wetu wamefurahia huduma hii na tunashukuru sana serikali kwa hii kwa muhimu ambayo ni uh, endelevu. Asante. Umeendelea kuthibitisha dhamira ya serikali ya awamu ya sita katika kuhakikisha huduma za afya zinawafikia Watanzania wote hata walioko pembezoni.